Ahlan wasahlan wa, wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu ambazo mmezoea kuzipata hapa, na hii simulizi inaitwa Mchuma Janga Hula na Wakwao. Hii ni sehemu ya saba ya simulizi hii. Sehemu ya sita, ambapo tulipoishia tumeishia tukiwa tumemwona Zanura akiwa anaendelea kujitetea kwa mme wake, anajaribu kujitetea hapa na pale ili mambo yaweze kwenda sawa. <clears throat> anajaribu kujitetea akiwa amepiga magoti na kunyosha mikono juu, kwamba hana mapenzi na huyo kijana, bali kuna mambo mengi, anajaribu kumwokoa au kumwesikiu aachane na aachane navyo kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea na hatimaye vikaleta tafurani kwenye maisha yao, kwa sababu ameshaambiwa kwamba mzee Baruzu huyu ni mchawi. Kwa hiyo kuna namna yoyote ile anaweza akamtoa kovu na kifaa chochote chenye ncha kali, na hatimaye maishani mwao wakaanza kujuta pia. Baada ya kujaribu kumwelekeza kila kitu alichokiwaza ki, alicho mume wake bwana wavuti, akasema anataka aende ndani. Hapo ndipo tulipoishia, hatujajua ndani anaenda kufanya nini. Kama haujasubscribe chaneli hii, subscribe, hi, subscribe. Inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, ili uwe wa kwanza kabisa kuzipata simulizi hizi pamoja na makala mbalimbali za kuelimisha jamii zinapokuwa zikitoka mara ya kwanza. Karibu katika sehemu yetu ya saba ya simulizi hii mchuma janga hula na wakwao, tuweze kusikiliza ni kitu gani ambacho kinaendelea. Eh, sasa ngoja niende ndani, kuna vitu ambavyo mimi najua.